Mrundiko wa taka limekuwa changamoto kubwa kwa miji mbalimbali katika kaunti zote humu nchini. Serikali za kaunti zina jukumu kubwa la kuhakikisha kuwa kuna mpango dhabiti wa kusafisha miji. Maeneo ya vitongoji duni yameathirika pakubwa, mrundiko huu ukiwa tishio kubwa kwa afya ya wakaazi, kwani baadhi ya majaa yanapatikana kando mwa mito. Ufugaji wa samaki kwa jumla umefanywa na wengi, lakini pia sio wengi wanaojihusisha na ufugaji wa samaki wa mapambo. Ni samaki mwenye rangi ya kupendeza na mara nyingi hutumika kama mapambo, hususan ofisini na hata majumbani. Ni ufugaji ambao wengi wanaogopa gharama yake ya juu, lakini chifu wa lokesheni ya Kariti kaunti ya Kirinyaga, Samuel Ndegwa, ana sababu ya kutabasamu kutokana na faida kubwa anayopata baada ya... Ishara hii. Na basi kuhusu taarifa ya mrundiko wa taka, ukosefu wa magari ya kutosha ya kuzoa taka pamoja na wafanyikazi wa kutosha ndicho chanzo cha tatizo la mrundiko wa takataka mijini. Ni tatizo ambalo serikali za kaunti zimeapa kulishughulikia. Je, hali ya taka iko vipi na ni jinsi gani serikali za ugatuzi zitaweza kupambana na tatizo hili sugu. Ni dhahiri tatizo kuu ambalo serikali za kaunti arobaini na saba zitapaswa kupambana nalo ni tatizo la mrundiko wa taka, hali ambayo imesheheni miji mingi nchini na kuwa donda sugu katika kaunti zote Kenya, kila kaunti hasa zilizo na miji mikuu zikikumbwa na changamoto hii. Katika kaunti ya Nairobi ni katikati mwa jiji pekee ambako kumeonekana kuwa na usafi kiasi na vilevile vile katika mitaa ya kifahari, lakini katika mitaa ya vitongojini hali ni hii taka kila mahali huku baadhi ya maeneo yanayotazamiwa kuwa makazi husalia kama jaa kutokana na kutokuwa na mpangilio maalum wa uzoaji na kutupa taka. Mfano mzuri ni eneo hili la Dandora na kuacha utata wa wapi pa kulihamisha jaa la Dandora. Nairobi pekee hutoa tani elfu moja mia saba za taka kwa siku, taka ambazo huzidi kurundikana katika majaa. Ni kaunti ambayo inakumbwa na changamoto ya magari ya uzoaji taka, ambayo serikali ya kaunti ya Nairobi imetenga shilingi milioni 224 kusaidia hali hiyo, ambayo inatishia kukitiri kufuatia ongezeko la watu wanaoishi Nairobi, ikiwa magari yanatumika ni takriban kumi na mawili pekee. Ni tatizo ambalo katika kaunti ya Mombasa limezidi. Serikali ya kaunti hii ya Mombasa ina kibarua kigumu zaidi pambana na mrundiko wa taka kwa sasa. Mombasa, ambayo ni kivutio cha utalii, hali yake haitamaniki. Majaa ya taka yaliyo kinyume cha sheria na karibu na makazi katika maeneo ya Bombolulu na Bamburi ambayo yanatia hofu. Taka pia zimerundikana masokoni na mitaani. Imebainika kuwa imekuwa mzigo mkuu kwa serikali ya kaunti hii kwa sababu ya ukosefu wa wafanyakazi wa kutosha. Serikali ya kaunti hiyo ina wafanyakazi elfu mbili mia sita hamsini pekee ambao wamelalamikia kutolipwa mishahara. Vile vile, magari ya uzoaji taka hayatoshi na sintofahamu ya ni wapi panapostahili kutupwa taka, vilevile kukosekana kwa mpangilio mahususi. Kaunti hiyo ina kazi ngumu kuhakikisha kuwa fedha zinatumika vyema. Baadhi ya kaunti kama Eldoret inacho kibarua kigumu cha kuajiri wafanyikazi wa kutosha kuzoa taka, kwani badala ya kutoa kandarasi, manispaa ya mji huo imekuwa ikiwatumia vijana wa kuranda mitaani kusafisha mji, zoezi ambalo halitoshi kuhakikisha mji huo ni msafi. Vilevile vile hatari kwa maisha ya vijana hao, maji ya taka yakiwa karibu na mtu na kuleta hatari ya taka kuchanganyika na maji, hali inayojirudia katika kaunti nyinginezo, hasa zilizo na miji. Tatizo sugu la taka likifaa kupewa kimambole katika kaunti, na matatizo yanayofanya mpaka miji hii haing'ari Yanafaa kuangaliwa, fedha za kutosha zinafaa kutolewa kwa kaunti, na pia kaunti hizo kuwa macho kupinga ufisadi, ukiwa mojawapo wa shida zinazochangia uchafu kwa kandarasi kupoa tu kampuni fulani nazoshindwa kufanya kazi yao vyema. Pia haja wana mazingira kuingilia kati, mfano shirika la kitaifa la mazingira nchini NEMA. Haja ya kuwepo kwa ubunifu wa hali ya juu, mfano kama njia za kuhakikisha taka zinazotupwa natumika tena kunufaisha jamii. Agnes Penda, KTN Leo na mtazamaji, kama nilivyokuarifu hapo awali, ni kwamba kauli mbiu ya leo ni swala la mazingira, na tunaangazia sana takataka, taka za mitaani na ni tatizo ambalo tuko nalo katika baadhi ya mitaa, na ni tatizo ambalo pia limepelekea baadhi ya vijana wale ambao wako mitaani tu kuchukua majukumu na kusafisha mji hii. Bila shaka ni kupitia vikundi vya vijana ambavyo vilikuweko katika miaka ya nyuma, maanake nitakumbuka, huko ndiko niliko kuanzia, mtazamaji, ambapo tulikuwa tunazunguka mitaani na tunachukua takataka taka, na kuna ada ndogo ambayo inayotoa ina inapotolewa inasaidia kikundi kile cha vijana. Hivi sasa basi, mmoja wa vikundi hivyo kiko kule Kisumu, mtazamaji, ambapo kuna kikundi ambacho kinahusika sana na kazi hii ya vijana, ambapo wao ndio wanajitokeza, naingia wanaingia kwenye mitaa katika lile swala la usafi wa mitaa, na hivi sasa tunawasiliana naye, ndugu Edwin Otieno Akumu, kutoka maeneo ya Kisumu. Habari ya leo, ndugu. Salama salama Labda moja kwa moja Abari, kwa kufahamisha salama sana, kumfahamisha tu mtazamaji wetu ambaye anayekupata hivi sasa moja kwa moja kutoka Kisumu, kikundi chenu kinaitwaje? Na hasa mazingira, kazi yenu ambayo mnaofanya, mazingira ni kazi ya aina gani?